Karibu katika tafakuri ya leo. Uwe mwaminifu katika yaliyo madogo, nami nitakuweka juu ya yaliyo makubwa. Tafakuri yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 21. Leo Mungu anatukumbusha kuwa thamani ya maisha haipimwi kwa mambo makubwa tu, bali kwa uaminifu katika mambo madogo ya kila siku. Tabasamu lako, neno jema, kusaidia pasipo kutazamwa, au kusimamia katika ukweli hata unapouma, mambo hayo yote ndiyo mbegu yanayoweza kutoa baraka kubwa baadaye. Tatizo la watu wengi husubiri nafasi kubwa ndipo wamtumikie Mungu, lakini Mungu hutengeneza mioyo yetu kupitia mambo ya kawaida. Kile unachokifanya leo, hata kama hakuna anayekiona, Mungu anakiona. Uaminifu wako leo ni daraja la ushindi wa kesho, na haya yawe maombi yako ya kila siku. E Mungu wa mbinguni, nisaidie niwe mwaminifu leo katika yote uliyeweka mikononi mwangu. Nifundishe kuona kusudi lako hata katika mambo madogo. Amin. Na leo fanya tendo moja jema kwa moyo safi, bila kutarajia sifa au malipo. Barikiwa na uendelee kung'ang'ana katika uaminifu.